Wakati wa uchaguzi sisi tunajifunza nini? Tunajifunza maigizo ya uchaguzi huku ina, wanasimama Chadema huku sijui nini, hatusemi u, ni Chadema au CCM huku, chama kingine huku, chama kingine. hmm. Hey. Nakuambia wanashabikia kama we wa ulivyokuwa unamshabikia huyu <laughs> <laughs> yani kabisa ukikuta zile picha hmm. zetu, watu hey, wanatimuka kabisa kabisa. Hey. Hey. Lakini malengo yake ilikuwa ni kuelimisha, ni kuelimisha kwa sababu mm. tulikuwa tunaona hai ya kuita mm. watu wanakuja pale, wanasikiliza, wanapata hela, wanaondoka kule mm. hawaendi kutoa elimu iliyokamilika mm. na hawatoi wengine, wanaenda wanakaa mm. lakini ile ya maigizo, kwa sababu wanakuja watu kuteremka kutoka sehemu mbalimbali na mm. mnacheza hali halisi. tulitengenezewa mpaka jeneza hey! mm. hey! kwajilia mini mirasi, sasa mtu ah, nini, mtu kafa, bado hawajazika, bado hawajazika, huku mashemeji wanamnyanyasa yule mama, mamanini, yes, eh, sanduku liko pale. Nakwambia kina Gideoni eh, ndo walikuwa eh, walimu tulio wanaruka nalile, we, we mwanamke, tupa kitabu cha benki. Yaani wanamnyanyasa mama yule <laughs> analia tu na vitoto vimekaa Yaani tulikuwa tunacheza tuna yeah, hali halisi. Maigizo yalikuwa ni ya hali halisi, siyo maigizo ya hivi hivi tu. Sasa mm, wakiangalia pale mm, wanasema ni kweli. Halafu mtu mmoja anasimama anasema, jamani, haya mambo yapo hayapo? Yeah, yapo. Yeah. Hey, tufanye. Yeah, sasa tufanye. Yeah, yeah, nini sasa basi, mwingine utakuta naelezea nini na mambo ya mashamba kugombana nini inakuwa hivyo, yaani ni tulikuwa tunaigiza hali halisi. Safari moja tumeenda Zanzibar wakati wa uchaguzi mm. Sasa tukafikiria Zanzibar wanawake wanawazuia kupiga kula, mm. Kumbe ni vijana hawaendi kupiga kula uh -uh. Tume kula tumefika kula usiku ule tunaulizia, wakasema nyie kama mmejifunza, wanawake hawapigi kula huku, wa, wa, vijana hawapigi kula uh -huh. Ah, vijana, hawakulala vijana Badilisha mchezo mara moja, tucheze mchezo wa vijana mpiga hapa. Sasa nizungumzie hiyo, tunataka sanaa shirikishi ndio. Huyu anasema hapo hapo ni joka ikajoka, alafu kucheza, ambapo kuna maswali haya, je mambo haya hapo hapo, je tufanyeje ili kuweza kufanya nayo watu waisha mikono Sanaa shirikishi hiyo anaeletea nini? Eh, kwa kweli tumetoka mbali. Yeah. Na mama Masoi kweli alikuwa anapenda kazi yake, maanaake wakati tu tunaanza huku ni mwalimu lakini alikuwa anajitahidi mambo yote mawili kwenda pamoja. Mm -hmm. Eh, huku mm -hmm. kazi yake haisahau na pale kwetu hasahau. Ni mashirika gani ambayo mlikuwa nayo karibu sana mlikufanya kazi?